ni kwamba tunaishi katika dunia ambayo ina watu mchanganyiko. Kuna watu wazuri, pia kuna watu wabaya, hivyo hauwezi ukawajua hao watu pasipokuwa na roho wa Mungu, kwa sababu yaliyo ndani ya mwanadamu anayejua Mungu na mwanadamu mwenyewe. hata yaliyo hata yaliyo yangu, hakuna mtu ambaye anaweza akayajua zaidi ya Mungu na mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena tukienda tukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na moja na kumi na mbili nasema kwamba maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake, vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho itokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokilimiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo ndugu, watumishi wa Mungu, usipompokea roho wa Mungu kupitia kulikili jina la Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wa maisha yako, hauwezi ukayabaini yaliyo ndani yako hata mwenyewe. Unaweza kuwa unaishi alafu usielewe unaishi vipi. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo, kama hauwezi ukayabaini mambo yako, hata ya mtu mwingine pia hauwezi ukapata njia ya kuyabaini. Kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu, Mungu anakufunulia kupitia Roho wake kujua mambo mengi ambayo yanaendelea kupitia watu wengine. Mambo ambayo yanaendelea kwa wanadamu wengi ni mambo mabaya sana. Kuna watu wengi ambao wao walianza katika mahusiano yao wakaanza katika mwili na wakaoana. Walivyoenda kuishi katika maisha hayo, wakaona tayari wamekwisha kujuana. Mwanaume akasema mimi namjua mke wangu kuwa anapenda hivi, na mwanamke akasema mimi namjua mume wangu pale ambapo wanakuwa wakiishi kuna mambo ambayo waga yanatokea, mambo ya migogoro, kwa sababu sio mpango wa Mungu, nao wanang'ang'aniza, wanaendelea kung'ang'aniza kwa sababu roho zao zimejiona kwamba tayari zimekwisha kupatana, kumbe hapana. Kwa hiyo Mungu ndiye anayejua roho ya wanadamu wote duniani. Tunasema kwamba huwa napenda kutumia mfano wa kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini na moja mpaka ishirini na tatu inasema kwamba Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu Adamu akasema, akasema sasa, huyu ni mifupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe! Tena tunasema kwamba jambo la kwanza, Mungu alipokuwa anamleta Hawa alimpiga Adamu usingizi ili asione Hawa analetwa vipi. Hivyo kuna mambo, kuna mambo ya kuyatafakari hapa. Ikiwa Mungu mwenyewe ikiwa Mungu mwenyewe aliweza kumficha Adamu asiweze kumjua mwanamke namna anavyoletwa, wewe ni nani wa kumjua mwanamke? Na Hawa pia Hawa hakuweza kumjua Adamu ameletwa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Tena tunasema kwamba tunajua katika dunia hii uumbaji wa mwanadamu namna Mungu ambavyo alifanya, ila hatuzijui zaidi siri za Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena na ndio maana tunashangaa mwanadamu ana mambo mengi, na ndio maana anafuatiliwa na Shetani. Kuna mambo mengi ambayo mwanadamu anayo. Kwa hiyo ndugu watumishi wa Mungu, kuna watu ambao tayari waliingia kwenye ndoa, waliingia wakaanza na Mungu vizuri, wakaanza vizuri, lakini mambo yaliyokuja yakaonekana, walianza kukosana kosana, na mwisho wa siku wakaja kuachana. Tunasema kwamba Mungu anapokuwa am, anapokuwa amewafunganisha kwamba ni mke na mume huwa anapatanisha roho. Ina maana roho zinafanana. Shetani anachokiwinda katika ndoa ni kule kukuaruzana, ambapo yeye hawezi akaingia kwa wote wawili, anaingia kwa mmoja, anaweza akaingia kwa mwanamke. Hivyo wewe mwanaume ni wa kutetea kile kitu ili kisiendelee kukua kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea kwenye kukwaruzana katika maongezi. Unaweza ukakuta mtu akaongea jambo ambalo ni kinyume, au wewe mwanaume ukaongea, mwanamke akaelewa tofauti, wewe ukaendana na u, kile kitu ambacho kimetamkwa, ukampanikia mwanamke, mwanamke naye akapanik, au mwanaume au mwanamke akampanikia mwanaume mwanaume naye pia naye akaungana na hicho kitu. Wanasema kwamba unakuwa umeungana na vita. Ukiona mmoja kati yenu ameenda juu, mmoja anatakiwa ashuke chini ili aweze kuizima hiyo vita. Kwa hiyo utaangalia ndoa nyingi ambazo zipo katika dunia hii, mmoja akiongea kitu, mwingine anaunga, ina maana wanaunga vita. Shetani anakuwa amepata nafasi ya kuingia, mpaka mmoja aje kushuka. Kila mtu anajiona ana haki. Hivyo inatakiwa katika mazungumzo, katika mazungumzo ni mambo ya kuwa makini sana, na mazungumzo mengi yawe ya Mungu mwenyewe, kwa sababu ndoa ni agano la Mungu, mm, sio agano la shetani. Ndio maana tunapokea roho wa Mungu wa kuweza kuyabaini. Kwa hiyo ndoa sio vita, ila vita vinaretwa na ninyi wenyewe kupitia kumkaribisha shetani. tunasema kwamba kuna watu wengi ambao waliona maisha tayari wamekusha kuyaanza lakini hawana ndoa, wakaamua kumchukua mwana mwanamke na kuweza kuishi naye pasipo kuvunja zile tunasema zile ngome za mizimu. Walipokuja kuishi mambo mengi yakaja yakatokea, tunasema kwamba tunakutana na familia mbalimbali mbali. Wengine wanaabudu mizimu, wengine ni wachawi, wengine ni waganga, familia zao ni waganga wa kienyeji. Wengine wapo katika dunia hii ili kutega mm, ili kutega. Kwa mfano, wewe mwanaume unaweza ukampata mwanamke na kusema kwamba nimempata huyu, ni, ni mwanamke, usijue kwao kuna mambo gani? Kumbe kumbe kwao kuna mambo ya ushirikina, wewe moja kwa moja utakimbilia kutoa mali, kwa sababu moja kwa moja umependa mambo yaliyo ya nje. Baada ya kutoa mali, yule mwanamke anavutwa na familia. Wewe na familia inaweza kakuona wewe ni mfanyakazi, familia ikaongea upande wa pili kwamba huyu tumgeuze, awe chuma ulete Hi, haya mambo yanawakuta watu wengi sana ambao wanaanza wao. Bwana Yesu asifiwe tena, wale ambao wanaanza wao, haya mambo mengi ndio ambayo yanawakuta ndugu watumishi wa Mungu. Kuna mambo ya kuyatafakari kabla ya kuingia kwenye hizo ndoa. Mkumbuke kwamba ndoa ni agano la Mungu, siyo agano la shetani. Hivyo ukiingia kwenye mwili, unakuwa umeingia kwenye agano la shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena na ndio bado tunapata kuona hapa, watu wengi wamekwisha kupatwa na adui, kwa sababu walienda katika mwili, wakaona Mungu yupo mbali, hawasaidii. Hivyo tunasema kwamba Ukienda ukisoma kitabu cha Isaya sura 42 mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu inasema kwamba, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoae, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Ni nani miongoni mwenu awa? atakaye atakayetega sikio lake na kuyasikia hayo atakayasikia atakayasikiliza na kusikia kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tupate kujua katika dunia hii watu wengi wapo katika kuteka watu, na ndio maana utashangaa mke na mume, kuna muda mwingine maelewano hakuna huku na huku unakuta mmoja anamng'ang'ania mwenzie, lakini mwenzie hana muda naye. Haya ni mambo ambayo tayari mmoja tayari anakuwa anajiamini kwamba tayari nimekusha mfunga, awezi kufanya kitu chochote, lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, hayo mambo ya kufungana hayajawahi dumu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunasema kwamba ukisoma kitabu cha Isaya sura 64 mstari wa nane inasema kwamba lakini sasa e eh, Bwana wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe u mfinyanzi wetu, sisi sisi sote, kazi, sisi sote tu kazi ya mikono yako. mm, Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo tunasema kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuona haya mambo yanaendelea, kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, pale ambapo mmoja anakuwa amefungwa yeye huja kuharibu mambo hayo, huja kuharibu mambo hayo, na anapoharibu mambo hayo, ndugu, uwezi ukajua naona, sema Mungu ana huruma sana. Anapokuja anaharibu mambo hayo, unaweza ukasema kwamba ndoa yangu inaharibiwa kila kitu kinaharibiwa, kumbe Mungu anakuwa na kuokoa na hivyo vifungo. Kuna siku ukija kujua, ukamfuata Mungu mwenyewe, yeye anabomoa kila kitu, lakini anakutengenezea tena kwa sababu ni kazi ya mikono sisi, ni kazi ya mikono yake Bwana. Yesu wasifiwe tena. Kwa hiyo sisi tupo katika dunia hii, Mungu ndiye amekwisha kututengeneza hivyo. Mungu ataki tupotee, anataka tupite katika katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe tena, hivyo ndani ya hii dunia hauwezi ukaishi pasipo kumtegemea Mungu. Mambo yote ambayo unayaanza, anza na Mungu. ukikuta kwamba ndoa imekuja imevurugika, ni kwamba watu, kitu ambacho kimeshindikana pale ni maelewano. Mambo mengine ambayo Mungu amekwisha kuyaonya ni kwamba ndoa pia ziheshimiwe. ndoa haziheshimiwi, na ndio maana adui anakuja anaingiza vita pale ambapo mmoja anapokuwa juu lazima mmoja ashuke, ili aweze kuzima vita hivyo. Kuzozana zozana ni kuto kuheshimu ndoa, kuchepuka ni kuto kuheshimu ndoa, tamaa ndani ya ndoa ni kuto kuheshimu ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tena tumeongelea sana kuhusu upande huu, kwa sababu upande huu ndipo watu wengi wamekwisha kupoteza mambo mengi sana. Wengi wamepoteza familia, wengi wamekufa kwa sababu ya ndoa, maumivu, mambo ya utungu na mambo mengine. Ndugu watumishi wa Mungu, achilieni mambo mengine yapite, zifuateni amri za Mungu, ili mtengenezewe maisha na Mungu. Mkienda nyie, kuna mtego ambao upo katika dunia hii. Shetani yupo yupo katika dunia hii na anafanya kazi zake. Kazi ya shetani ni kuharibu na kung'oa kabisa na kuua kabisa. Kwa hiyo, ndugu, tupite kwenye zile sheria za Mungu ili tuokolewe katika mkono wa adui. Bwana Yesu wasifiwe tena.